Hey habari. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena naendelea kumshukuru Mungu. Leo tutakwenda kujifunza kitu kizuri sana kitu cha msingi, naomba uweze kunifuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka mwisho. Usisahau ku comment comment hapo, hapo tupia comment yako hapo chini. Uwezo kutuambia unaonaje kipindi chetu kupitia comment yako, ndio tutaweza kujifunza zaidi na kuboresha vipindi vyetu vijavyo. Vile vile usisahau ku like, ku share na kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata notification ya vipindi vyetu vijavyo. Leo tunakwenda kujifunza kitu kimoja kwa wale watumiaji wa iPhone. Maybe, una una picha yako ipo kwenye gallery yako au kuna upande wako wa photo. Sasa, unataka hiyo picha yako hiyo, labda picha yako iko moja. Kwa hiyo unataka labda ziwe nyingi. Eh, yani uwe nazo picha nyingi au labda ni video umerecord lakini kwenye gallery yako ipo video moja, lakini sasa nataka copy, yani hata kama labda copy ya photo ama video. E, kwa watu ambao wanatumia iPhone, tena tukaangalie. Kitu cha kwanza utakwenda sasa kwenye upande wako wa photos. Eh, upande wa hiyo wa, wa gari yako utafungua. Ukishafungua humo sasa ndo kuna photos and videos ambazo nataka wewe uzifanyie copying. Let's say mimi nataka nifanyie copying ya, nataka nitoe copy ya photo gani? Ngoja hapa niangalie, nataka nitoe photo, nataka nitoe photo Let's say nataka nitoe photo hii hapa, hii hapa iko moja. Sasa nataka hii hapa ni zitoe ziwepo mbili, umeona. Kwa hiyo unaiselect ile picha ambayo unataka uitolee copy, kisha select kama hivyo, kisha select chini hapa, kuna kuna hivi kuna kuna option hapa ambazo umepewa kitu cha kufanya, labda maybe ni lowest set. Nataka niifute, utaclick kwenye kufuta hapa. Kuna hichi kibao cha kushare hapa, unakwenda kubonye kuna nini, kuclick kwa utaclick kwenye kushare, ukisha click

kwa utabaka ukibaki e, ukibaki e, ukibaki kama hiyo hapo. mm -hmm. E, ukibaki utaiona. Unaona, hii hapa ndo tunataka tuitolee kopi hii hapo. Kwa ukija huku chini utaikuta tena huko maiona ya pili hapo, kwa maana umesha umeshaitolea nini tolea kopi, labda tuongeze nyingine. Hiyo yote na kama kawaida unaiselekti hapa chini kwenye hichi kidole cha kushare, unaitaka wewe kama unataka utoe nyingi. Hiyo ni kwenye upande wa photo. Labda maybe kwenye upande wa video. E, na video yangu hii ya hapa, umeona, hii ndio video yangu, umeona, umeona hiyo video yangu. Sasa nataka niitolee copy hiyo ziopo mbili, kama kawaida unakuja hapa, unapanda kushare, alafu unakuchukua chini, unakwenda kwenye neno duplicate, uta duplicate, itakurudisha moja kwa moja kwenye ile video yako. Ukishakurudisha moja kwa moja kwenye ile video ambayo umeselect maana yake tayari kuwa duplicated, baadaye utabaka, ukibaki, ukija chini, unaikuta, ndio hapa iko chini, unaona jinsi ilivyokuwa simple kwa hiyo ndo namna gani unaweza ukatoa kopya video ama foto unayoitaka wewe. Kwa hivi vyote unafanya, lakini eh...